Na watoto peke yako e. Sasa ndio sababu umekuja hapa? Ndio maana nimekuja hapa kwako. Sasa, sawa. umekuja na picha yake? Hapana. Oh, aya, hiyo sio shida e. tuone vile tutafanya. Hebu e. fungua mikono yako e. Huyo uh, uh, ndio bwana yako e? ndio huyo, ni yeye e, ni yeye oh, sawa sawa e. Naenda kuonyesha na yule mwanamke ambaye ako na yeye hmm. Uniambie kama unamjua hmm. Alafu ndio nione vile vitakusaidia. Sawa sawa, daktari. <sighs> Unamjua huyo mwanamke eh? Namjua, ni rafiki yako, si ndio? Na amekupita hivi akanyakuwa bwana yako eh? Ni kweli. Sawa sawa, dada yangu. Sasa mimi mm -hmm. mm hapa -hmm. niko na uwezo wa kufanya kila kitu mm -hmm. niko na kipawa cha mm -hmm. kuweza kukusaidia mm -hmm. kwa shida yoyote Mkwede. iwe ni nini, iwe ni nini mm -hmm. Sasa nataka uniambie mm -hmm. unataka nikusaidia vipi, kulingana jinsi umenieleza, kulingana jinsi vyenye nimekueleza, ndio eh. tulikuwa tumefanya mambo mengi sana na yeye eh. nataka anirundie nataka bwana yake arudi aweze yeah, kuachana na huyo mwanamke hey. Sawa sawa hmm. naenda kukusaidia hmm. bwana yake arudi hmm. ili muendelee na kule hapo mbeleni pamoja na, hmm. na mweze kutunza watoto kwa sababu maisha ya kipekee na uko hmm. na watoto na kuwa ngumu sana hmm. Sawa sawa. Umetembea vile nilikuelezea aya mtoa hiyo hmm. pesa otoa hmm. Tumia mata weka hapo so, sawa. Nenda kusaidia hmm. Bwana yako atarudi kwa hmm. masaa ishirini na manne utakuwa hmm. amerudi hmm. Nategemea na jinsi damu yake itakuwa mzito ama nyepesi, ikiwa hmm. nyepesi hata leo atakupigia simu, atashindwa kufanya kila kitu, atashindwa kulala, atashindwa kila kitu, yaani akifikiria wewe mpaka akutafute mpaka akuje mali ulipo na akuombe msamaha. Sawa, na kisha kuja unijulishe, sababu nataka nimfunge awe wako maisha milele. Sawa, na naenda kuwakosa.